Hiyo research uliyofanya, jajua ulipata alama ngapi? Safi sana, ina ukweli asilimia mia tano. Una haja ya ja kuomba msamaha. Yani kama kila nyumba, okay, nyumbam, tufikirie kama kila nyumba kuna mtu ambaye ana mental health. Hebu niambieni kwenye familia ya Samuya wako wangapi? Asa, imagine sasa tunaongozwa na, na, na, na Samia, ubongo wake ukoje? Ukoje kama watu wanakufa na asemi chochote? Wezi, niambia huyu mtu ni mzima? Sama eh. Karibu ba? Hey, na kuna mtu mmoja leo kanaambia eti eti, eti, eti amelazwa tayari hata anaumwa, sijui hizi habari za kweli. Nisikia asubuhi Okay. Samahani jamani, mmesikia si hiyo taarifa uh. Samahani kidogo, naona kuna watu wananiomba hiyo research yangu nilofanya. Naomba kusema kwamba nipo tayari ku kama mtataka kuona huo utafiti nilofanya ambao nimethibitisha kwamba kila nyumba Tanzania, yupo mtu ta angalau mmoja ambaye ana matatizo ya afya ya akili ambaye ni mwenda wazimu na uendaazimu hiyo inatokana na ugumu wa maisha na mateso ambayo akapitia tangu kazaliwa. Uh, uh, uh, uh, iko shirika ya afya ya akili nchini Marekani inaitwa sivalence, wamechapisha hiyo research yangu, na kama mtapenda peke zenu naweza kuwapa, lakini huo ni ukweli kabisa, na naomba kila mtu leo ajaribu peke zake kuangalia ni kweli kwenye nyumba yenu yuko mtu mwenye afya ya akili, utaona hilo jambo sante. Ni, ni, ni nadhani wamesha wameshaelewa wamesha hii kitu jamani, inaeleweka yote hii. Tarehe tisa tutokeni, mmesikia tulivyo matajiri. Mmemsikia Habil anasema ndani ya miaka miwili tukiiendesha nchi sisi kama vijana, tuna uwezo wa kwenda kupokea mshahara bila kufanya kazi. population isiwachanganye Population isi wachanganye. Population inaendana na wingi wa hela. Kuna mtu mwingine anaanza kusema ah, wale ni wachache. Sasa wale ni wachache, wanazipata wapi hizo hela? Population isi wachanganye. Mimi nakubaliana na na Habil na Habil anavyosema, ndio ndio ma, <laughs> maana unaona mi mtu imekunjana kunjana mingozi si unaona Habil anasema eh, miomba omba imekuwa kama mi vampire inakurukia <laughs> hii hali ni mbaya, madamu mmemsikia Habil kawaambia wale ombaomba kina Matonya wamekuwa mavampaya kwa Bongo eh? Eh? Yani hali ni mbaya. Leo nimependa sana kipindi cha leo, safi sana yani. Hapa ni zaidi ya bunge, hata wakina baba levo hapa hawawezi kufika hii levo na kama leo kweli au watu wa serikalini mnasikiliza hii ndio mipangilio ya nchi wanayoitaka vijana vijana wanataka atisi hata wawe, wanalipwa pesa. Wawe na air condition ndani, lakini leo air condition kama anavyosema rais wetu kwamba air condition zimewekwa kwenye grupu la utajiri, wakati ni vitu vya muhimu kama vile kunywa maji. Leo kweli Dar es Salaam pale ukiwa na air condition na makochi na ka, na, na, na, uwe na ka TV, eti wewe ni tajiri jamani. Huku kwa mfano Europe TV ni lazima friji ni lazima, umeona kuweka hita ndani ni lazima, sio kwamba viko kwenye oroza utajiri. Utajiri ni sehemu nyingine kabisa, lakini leo Tanzania eti ukiwa na air condition wewe ni tajiri, ukiwa na makochi mazuri wewe ni tajiri. Yaani ni vitu ambavyo ni ujinga, tusikubali. Tuipelekeni nchi yetu pazuri Ayo madini ambayo tuyajui, tuyafundishe shuleni, wanayaficha madini ya kutengeneza hiyo nini nyuklia. Ayo madini haya, angalia leo tunalipa deni kwa ajili ya, ya mtoto wa rais kakamatwa ka na madawa, tunalipa deni. Tumewapa watu mgodi kwa, wachimbe kwa ajili ya kulipa deni, sijui, sijui ndio ile skendo ilivumaga ya Liziwani, kuna kipindi ilivuma sana Liziwani, amekamatwa me na ngada watu wakaipewa wakaikipe waka, waka, sijui nini. Sasa hii hapo, research, haya mmesikia. Rizwani hai umesikia, amna uongo saizi katika hii dunia. Enwy anyway, karibuni maswali karibuni maswali kwa abiri hapo wanaotaka kuuliza sama. maswali kwanasema kwa watu waulize maswali kwa muda mchache mchache, kusudi watu wayo wengi wa kuuliza Mi nilikuwa nasema kwamba braza, wewe unazungumzia air condition, air condition ni yani mbali mbali sana. Sisi watu tunapigania mtu kuwa na feni, feni ile ya elfu thelathini nenda kwenye mavyo watu wanapong'ang'ana kila mtu awe na feni, watu hawana hadi feni ya elfu thelathini. Air condition ni yani mbali mbali sana, tuzungumzie feni. Eh? feni kitu kidogo kabisa cha elfu thelathini ndio utajiri wetu sisi vijana mbali huko kote, tuna maisha magumu, hatueleweki. Ndio unakuja unaambiwa, tunapewa boom. Boom lenyewe la masimango hilo, mara wakunyime, mara wakupe boom, wa asilimia zero, wanakupa mkopo wa shilingi elfu mbili mia tano. Mnaweza mkauliza swali hapo, nani siasa, ulizeni maswali kabisa okay. hapo juu akija kuanza hey. kujibu ajibu kwa pamoja Okay, mi, mi, mi, naomba niende direct moja kwa moja kwenye swali. Nafikiri nimerudia sana hiyo swali sijasikia majibu yake. Uh, je, kuna uwezekano uh, wa kuweza kutuma automatic message kuhusu maandamano yetu? Kana ujumbe kabisa kamili kwamba kuhusu maandamano na lengo la maandamano kwa Watanzania wote. Hata wale wanaotumia viswaswadu mpaka huko vijijini. Yaani zikaingia message kwa ghafla pap kila Mtanzania akaweza kuisoma. Hiyo namba moja. Namba mbili, je, kuna uwezekano pia Habil, tuka, ukaw, kama ulivyotuahidi jana kupata hiyo uh, ripoti ya CIA tukaweza pia kuweza kuisambaza kwa kwa nguvu sana. Nilikuwa swali langu namba mbili hilo kama itawezekana. Asante. unaweza ukakuta unajibu hayo Habili kama una... Ah, okay, so swala ya kwanza kuhusu suala ya uh, message kwa watu wote wapate juu ya maandamano hilo, kwa upande yangu mimi siwezi kwa sababu lazima itabidi tufanye kazi na network provider, kwa sababu ile message inakuwa inakwenda kupitia line ya simu, yani lazima tufanye kazi kama na Vodacom ama Tigo ama watu kama hao jambo ambalo hawa majamaa hawatoweza kabisa kukubali kazi hiyo. Kwa hiyo, kwa kutumia software nyingine ya kawaida ni karibia kuwa haiwezekani kufanyika hivyo. Jambo ya pili, kuhusu ile taarifa nilisema jana ya kurasa 54, nitajitahidi sana leo ni upload, uh, kwenye, kwa mitandao, na kama mtapenda pia niwekee na research yangu nilofanya mwaka 2021, juu ya kila nyumba nchini Tanzania kuna mtu ana matatizo ya afya ya akili ama na wazimu kutokana na umaskini mkubwa uliosababishwa na serikali. Kama mtaona ni nzuri, nitawaekea pia muweze kusoma eh, kwa sababu leo niko na umwa sana, ningependa niwe nasikiliza, niko na flu. Kwa hiyo tuko pamoja, lakini ndugu zangu, nawaambia kwamba Wasira na wazee wenzake hawako tena na uwezo ya kuijenga Tanzania mpya. Tunahitaji viongozi vijana ambayo wako na uwezo mkubwa wa kimaarifa, vijana ambao wanamwogopa Mungu na wanajua mipango ya dunia vipi inafanyika, tukue kwa nchi yetu ya Tanzania, tujenge nchi, tulete watatuzungumze kuhusu madini yetu kwa uwazi kabisa. Tuzungumze kuhusu rasilimali yetu kwa uwazi kabisa e, hapo ndio tutapata e, hapo ndio tutajua nini tunafanya. Tuko na utajiri mkubwa sana ambayo iko kwa bahari iko na masamaki ambayo, eh, kampuni ya Japan ilikuwa inataka kuja kuwekeza kiwanda kikubwa sana ya uvuvi ikashindwa, imekataa kwa sababu tu ya taarifa iliyopata kwa ile shirika ambayo sisi tumeshtakiwa, so, wakakataa tena kuja kuwekeza hizo mapesa zao, eh, kwa nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, hivi mnatuona hapa tunaongea tu peke yetu? Tushawahi kufanya research, na tumeipeleka vyuo vikuu ambazo tumesoma na iko kwa website ya Cy Valence Marekani ambayo ni shirika inatibu afya ya akili. Utaona pale kama aloandika hii ni amekuwa born in Tanzania, ndio mtapata kuamini kama kweli mezaliwa Tanzania, kwa sababu utaona hiyo mambo ah, uh, nimeshauriwa ni, uh, ni um, Resi, wanaomba ni, ni, ni wape, ni taarifa muhimu kuisoma hiyo utafiti ambayo nilofanya juu ya mambo ya afya ya akili ambayo kila nyumba anarejea tena, kila nyumba ndani ya Tanzania yuko mtu mmoja ama zaidi ambaye ana, ana matatizo ya wazimu, ana matatizo ya afya ya akili inayotokana na malezi ya umaskini uliopitiliza ama dawa feki alizokuwa akapewa utotoni mwake. Tangu kunakuwa wewe unapewa mapenadol za madawa hayana viwango, kwa sababu tu serikali imeruhusu hizo mambo, na niko na ushahidi juu ya research yangu kwamba kila mwaka kuna dozens za madawa Tanzania yanasema kwamba yalikuwa feki na peke zenu mnaweza mkasoma haya mambo yote. Yalipelekea vijana watoto kupata matatizo ya afya ya akili mpaka yanakuwa lazima. Sasa tupate utawala bora, lazima hii hi namba ya utafiti yangu kwamba kila nyumba yuko mtu mmoja, wanaweza wakaja hata watano, na itakuwa hatari sana kuwa na taifa ambalo zaidi ya asilimia 40 ni wenda wazimu. Kwa hiyo ndugu zangu, unaweza ukaenda Tanzania kawaida tu wepita kwa njia ili uthibitishe kwamba utafiti yangu ni kweli. Unaweza ukakuta vijana wa kawaida tu wanapiga mazogo peke zao, ukashangaa hajui nini inafanya apige zogo. Utambua oh no, yule ni bangi. Hapana mimi eh, nchini Netherlands Marekani wameruhusu bangi, watu wanavuta bangi, maprofesa, walimu, wanawake wastaarabu tu, madokta, mbona hawapigi zogo wala hawacheki peke zao wala hawapiti wakatukana ama wakatembea na manguo machafu. Tanzania tatizo sio bangi. Tanzania kila nyumba yupo mtu mmoja ama zaidi, ana afya ya akili, ni mwendazimu. Inatokana na umaskini na mateso alopitia tangu toto, hajalishwa chakula bora, hajapata balance diet. Anakuta mzazi wake anateseka, anakuta kazali, kazaliwa na mama, mama yake tu, baba hamjui, mama yake hana, eh, support ya serikali. Unakuta watoto wanalala nje, Tanzania watoto miaka minne mitano tangu kazaliwa ni kazaliwa mitaa ya nje homeless, anakuwa mitaa ya nje sasa. Utakuta tu watu huyu, eh, watu anaitwa huyu huyu, wanamcheka sijui mjamaa eh, bwana anaongea hivi sijui hamurapa nani. Hawa watu wengi Tanzania wako na matatizo ya afya ya akili inotokana na serikali yetu, na huo utafiti mimi nimefanya ina document angalau kama mia na ishirini hivi, kama mtataka iko siku eh, nitawekea msome jinsi gani maisha ya kijamii yanaathiriwa na, na uongozi mbaya wa taifa letu. Naomba tena kurejea kwamba kila nyumba Tanzania, mpaka nyumba ya kwetu pale Kawe, yuko mtu japo mmoja ama zaidi, ambaye ni mwenda wazimu inaotokana na maisha ya Tanzania ambayo hayajaletwa na Mungu isipokuwa ni uh, uh, utawala mbovu wa CCM na serikali yake . Asante. Okay, nani truck unaweza ukapandisha watu hapo kaka. Sama, unaniruhusu niongee eh? unaweza ukauliza swali hapo, sio swali. Nataka ni-ni- n-ni- nimthibitishie ni, ni, ni kaka Habili kuhusu kuhusu kuhusu nini Ah, kuhusu hiyo nini aliyoifuatilia wao uchunguzi wa nyumba moja, unakuta mwenda wazimu. Nani anaongea? mbona maiki zote zimezimwa hapa? naongea mimi hapa jamani. Ehe, kuhusu, kuhusu uchunguzi huo, kwa mfano kama serikali yetu ikitaka kufanya kufanya huo uchunguzi, kwamba kwa mfano kama mkoa wa Morogoro kweli kuna u, u, u, kuna mwenda wazimu, nataka niseme na mataila, kuna wenda wazimu wanapitisha huu mwenge. Tunaouona huu mwenge ukipita uki kila mikoa wanabebaga wana maboksi yale ya kondom, wana kondom wana, e, wanabeba maboksi yale ya kondom sana, sana. Kama mtu ameshaenda kuhudhuria mwenge, kwa hiyo wakibeba yale maboksi wakienda nayo kwenye mwenge, mwenge unakesha wakifika ku, kuna miziki pale wanagawa na yale maboksi. Kwa hiyo watu yale maboksi, sijui karibia mangapi, yakiisha basi wanajua kwamba ule mkoa wa Morogoro bado kuna machizi, bado serikali ya CCM pale inaenda in, kutawaliwa vizuri pale Morogoro, hivyo hivyo mikoa yote. Na wakijaza tu uwanja, wanajua pale bado kuna machizi. Ndio maana huu mwenge unatumika sana kwenye hii serikali, kama watu walikuwa wajui kwa hiyo huo uchunguzi wako kakabili wala hujakosea, yaani serikali wao wanatumia mwenge kuchunguza kwamba hivi Tanzania bado kuna bado wana akili au hawana akili <laughs> kwa hiyo wanatumia mwenge, ni hivyo tu kakabili okay. Kama nimepatia lakini ni ukweli ni huu okay. kwa hiyo hapo juu wote wameisha. Mimi naona inanigomea. Assalamu alaykum, kwanza kabisa ni mshukuru Mungu kuwepo kwenye bunge la leo, mheshimiwa Spika. Uh, niwapongeze wote ambao wamehudhuria leo na niwapongeze pia viongozi ambao mnashiriki kwa ajili ya kupush ili jambo liweze kwenda sawa. Mimi nataka nizungumze na watu wa Geita Mwanza, Geita Mwanza. Ule ndo tumesoma na tunajua maisha ya kule namna ambavyo watu wanaishi. Geita ina madini kibao. Mkoa wote wa Geita una madini. Na ukizingatia hakuna elimu ambayo inatolewa pengine labda bure au special elimu kwa ajili ya wanafunzi au kwa ajili ya watoto, hakuna. Zaidi ya kuteseka na kuhangaika na vumbi ya Geita. Geita haijawahi kubadilika toka ilipoanzishwa kuwa mkoa na kuna kila kitu. Wawekezaji wako kule Barrick ndio ambao wanapiga pesa miaka yote tangu tukue. Kwa hiyo natamani sana watu wa Geita msituangushe tarehe 9. Geita msituangushe tarehe 9 tukakomboi nchi yetu. Ninyi mko kwenye kitovu cha pesa. Tunatamani kwamba watoto wasome kwenye shule za maana. Siku moja nilipata uchungu sana, niwape ee, ni kama ushuda kidogo tu. Nilikutana jamaa mmoja kutoka Egypt, nilifanya naye kazi ofisi moja. Swali ambayo niliuliza nilipata hofu ni sana mpaa nikaumia sana. Akauliza, kwa nini nyiye wa Tanzania ufanyaji wenu wa kazi hasa kwenye kompyuta? Mbona mko slow sana?" Sikuwa tu kama watano kwenye ofisi moja watu wa Tanzania. By the way, si speed ambao wao wanaitaka ila kwa kwa masikiti kabisa, nikamwambia kwamba changamoto ile hapo sisi tuna hizi kompyuta tunazitumia huko bwana, yaani mtu ushakuwa na miaka yako 20 30, huko unatumia kompyuta tofauti na nyinyi ambao mnazaliwa huko, uh, na sasa tunaanza kutumia kompyuta na ndio maana unaona kwa mabadiliko. Nikamwambia e, uh, kabisa, tuko kipindi hiki cha uchaguzi, niwaambia, ndio maana tunapambania tuna kwa tuna Tanzania ambayo kazalisha vijana au watoto wetu wenye elimu nzuri, wanajua kutumia kulingana na teknolojia na ambayo inavyohitaji, wenye uwezo wa kufanya kazi vizuri kwa namna yoyote, kwa mazingira yote. Tunapambania taifa letu tuweze kwenda kwenye viwango vya juu. Hivyo basi nahimiza tena, rudia tena, Geita Geita, mlichelewa sana kipindi cha tarehe ishirini na tisa ila biga kwa namna ambavyo mlifanya, ila tarehe tisa tuongeze juhudi zaidi, jamani. Ni hilo tu kwangu, asanteni sana Desemba vyuo vilichelewa kufunguliwa kwa sababu wanajua walikuwa na hofu ya maandamano. So, sasa hivi vyuo vyote viko vimeshafunguliwa, wanafunzi wote wako mavyuoni. Wanavyuo msije mkatuamcha, tunataka tuone nguvu yenu, tunataka tuone nguvu ya wasomi wa nchi hii. Kama mtafanya uzembe, basi tutakuwa tuna bahati mbaya sana Tanzania, tutakuwa tuna wasomi tutakuwa na wasomi wa kwenye makaratasi, lakini vichwani mnakuwa mnatuangusha nasema hivyo kwa sababu mfano Tanzania ina vitu vingi sana ambavyo vinaweza hata kamfanya wanafunzi hata wanavyuo, mngelikuwa mnaishi maisha mazuri sana vioni, mngelikuwa mnapata mikopo hata kwa asilimia mia, hata wanavyuo wanachuo wote. Lakini cha ajabu, mpaka inavyozungumza kuna watoto wa watu hawajafika vioni kwa sababu wazazi wao hawana uwezo wa kuwalipia mahitaji ya kwenda chuoni, wako majumbani. Kwa nini msipate hasira na hivi vitu? kuna wanavyuo mnashindia mihogo hata wiki nzima, au mnakosa kabisa vyakula. Lakini Tanzania siyo nchi ya kuishi hayo maisha tena. Nyinyi wanavyuo, yaani, msije mkakwama na msije mkakubali tena, mtakapo kuja kushindwa kuikomboa nchi yenu, nyinyi vijana wa vyuoni ambao ndio tunawategemea taifa la wasomi, mtakuwa mmetukosea sana sisi mama zenu, mtakuwa mmetukosea sana kwa mimi nazungumza na nyinyi wanavyuo, nipeni moyo, jisikeni haswa haswa. Tarehe tisa tutoke kwa wingi, tokeni kwa wingi, vyuo vyote vipo, yaani fanyeni hamasa ninyi kwa ninyi. Mimi napenda kuzungumza hayo machache haswa, shukrani sana. Mwingine wa mwisho kidogo, ndo maana watu walishuka, walikuwa elfu tatu, nilivyoirudisha wakawa kama watu mia nane wametoka. Kwa hiyo sio mbaya, kwa sababu na nyota yetu wa mchezo wanaumwa, nadhani mmemsikia anaumwa ila kesho kutakuwa na nondo za motomoto kabisa, na ale mambo ya kuchoma maiti, naona atayafuatilia tena. Na sisi huku sasa, tudili na maswali. Bunge ni zuri, napata masimu hapa kutoka Marekani, watu wakubwa tu, wanasema tuko tunawasikiliza na tunashare, watu wakubwa. Kuna waziri mstaafu yuko Uingereza, yani ni kitu kumbe kinasikilizwa na watu wengi kwa wamesema yaani, namna ya kitu mlichokianzisha hiki ni zaidi ya kuukombozi wa, wa, wa Tanzania. Kuna watu wengine wanafurahia, wanahisi kwamba ukombozi unakuja kwa sababu mnafanya mabadiliko, yani mnawabadilisha fikra vijana. Kuna watu wanantumia tumia message. Kwa hiyo jamani, tunakwenda vizuri sana. E, C6 unaweza ukachukua dakika mbili